Filamu inafunguka tukikutana na marafiki wawili wa karibu sana ambao ni Amara na Mide, waliofungamana kama pete na kidole, wakiwa huko mjini Lagos Nigeria, ambapo uchumi ni mgumu sana. Hawa wadada wapo kwenye mazungumzo ya wa kufanya uamuzi unaweza kubadilisha maisha yao kabisa, wakiwa wanaishi kwenye kona tulivu ya jiji huko, wakipanga mkakati wao mkuu. Mide anamshawishi sana Amara wafanye uamuzi mapema, kwani bahati haijirudii mara mbili. Amara, inabidi tufanye hii kazi, huu ndio mlango wetu wa kutoka, na ukizingatia yule bimaza analipa hela ndefu kinoma. Uweze amini, kwa siku tu unachomoka na laki tatu hadi nne na hapo bado zile za pembeni. Amara anaonekana bado na mashaka kidogo, lakini macho yake yanametameta kwa tamaa na anashangaa, laki tatu kwa siku? E, e, ndiyo Amara, hiyo ni hela tunayohangaika kuipata kwa mwezi mzima huku mtaani. Tunamwona Mide akijaribu kupiga hesabu za haraka haraka, huku akiwaza mbali sana na akijawa na uhakika wa kutosha kabisa. Mide, kabisa, kwa hiyo fikiria tukikaa kwenye mchezo huu kwa miaka mitatu tu tunakuwa na mtaji wa kutosha kubadilisha maisha yetu milele, si ndio? Ndiyo Amara, ni miaka mitatu tu, halafu hatukamatiki tena hapa mjini. Kwa kichocheo na ndoto ya maisha bora, nyumba kali, gari za kifahari na uhuru wa kifedha, Amara na Mide wanakubaliana kufanya wa uamuzi unaoweza kubadilisha maisha yao. Aise, haya maisha ni kubeti tu, hamna namna nyingine, huenda vitu vikatiki na huo ndio ukawa mlango wa kutokea. Basi tunaona shangwe kubwa na vicheko vingi kati ya Amara na Mide baada kuchukua ya kuchukua uamuzi hatari, lakini kwa muda huo wanachokiona ni nuru ya utajiri tu na wanaamini kwamba kwa miaka mitatu tu wataing'oa mizizi ya umaskini. Karibu tena katika ulimwengu wa muvi. Leo nafanya recap ya filamu ya kusisimua iitwayo Fridays at 8 iliyotoka mwaka 2025. Hii siyo muvi ya kawaida, ni mchanganyiko wa mapenzi, drama na mada nzito inayohusu mabadiliko ya maisha. Spoiler za head, watch out and take care basi miaka mitatu inapita kama upepo na tunawaona tena Amara na Mide wakiwa okay, wamebadilisha maisha yao kama walivyopanga yaani hakuna tena kuhesabu senti ni mwendo wa nyumba kali magari ya kifahari na maisha mazuri tu ikionyesha kuwa lengo lao limefikiwa simu zao zinalia bila kukoma lakini sasa sio simu za bimaza au za wateja wa vilabuni ni simu za kibiashara na fursa za uwekezaji je waliacha ile biashara ya asili pia walitumiaje pesa zao na je miaka mitatu ya maisha ya usiku vilabuni iliacha alama gani katika maisha yao endelea kusikiliza nitakapo kufichulia ghadhabu na gharama halisi ya wa haraka katika maisha ndani ya filamu hii ya Fridays at Eight. Amara akiwa kwenye simu anamsikia Mida akipiga kelele chumbani kwake, hivyo haraka anawahi kwenda kumwangalia na shida gani. Anapofika pale, anamkuta Mida akiwa na furaha kama zote, baada ya kupokea taarifa kuwa kaka yake ametua mjini Nigeria kutoka Marekani. Mide, nini kinaendelea? Huwezi amini Juni akaniambia amefika mjini Nigeria. Wow, hongera zake. Asante. Yaani ni shangwe kinoma kwa Mide baada ya kujua kaka yake amefika salama jijini Nigeria, tena kabla ya ndoa yake. Baada ya masaa kadhaa, tunamwona Amara akifika kazini kwake. Bidada Amara anajihusisha na biashara ya bookshop, ikiwa ni kuuza novo pamoja na vitabu mbalimbali. Baada ya muda kidogo, tunamwona Amara akiwa ametulia huku akisoma kitabu. Akiwa pale, tunamwona mteja akiingia kununua vitabu kadhaa. Bidada anavyomwona anamkaribisha vizuri dukani kwake, na baada ya hapo wanazungumzia mambo mawili matatu kuhusiana na vitabu na humu humu kwenye mazungumzo ya vitabu mwamba anamtania na, na kumwomba apate date naye. Bila shaka bidada anamkubalia kwa sharti moja, wataongelea vitabu tu, kumbe deep down anatamani kumjua mwamba zaidi. Kwa upande wa mwamba Deji, na yeye amevutiwa sana na uzuri pamoja na ukarimu wa Amara, hivyo anatamani kumjua zaidi pia. Basi upande wa pili, huku kwenye gala la masherehe ya harusi, tunamwona mchizi mmoja anayekwenda kwa jina la Tami akiwa pale. Muda kidogo, mida anafika na rafiki yake Amara. Mida na shangwe kinoma kumwona mpenzi wake Tami ambaye ndio mme wake mtarajiwa. Wakiwa pale dukani Mrs. Mtarajiwa anaomba shera mojawapo ili aweze kuchagua shera nzuri kwa ajili ya harusi yake basi baada ya hapo usiku wa siku hiyo tunamwona Juni akimsubiri ya Amara ya kwa ajili ya date kama walivyowaidiana Mwamba na wengi kinoma akihofia kuwa manzi anaweza asitokee akiwa pale mwenyewe sio muda Amara anatokea na baada ya kumwona ndio akili ya Mwamba inatulia Juni anamsifia sana bidada kuwa amependeza na anamshukuru kwa kufika lokesheni hiyo kwa ajili ya date yao na baada ya hapo Mwamba anajitambulisha vizuri kwa Amara je unaijua kampuni ya Wave. yes ndio ile inamilikiwa na mdada anaitwa Amara. Kwanza kwa nini umeniuliza? Uh, kwa sababu mimi ni kaka yake na mala plus, naitwa Junior. Junior? Yes, Junior. Ngoja kwanza, Junior? Junior huyu niliyekuwa namjua zamani ya ndio, mimi kaka yake na Mide wao. Aliniambia umefika Nigeria kutoka Marekani, lakini sikutegemea tutakutana hivi. Amara alifurahi sana kukutana na Junior ukubwani, na alishangaa sana kumwona alivyobadilika. Basi amara na Junior anavyojuana chemistry kati yao, haikuchukua muda kabisa. Baada ya masaa kadhaa ya mazungumzo, Junior anamwomba wawe pamoja katika mahusiano, kwani ametokewa kuvutiwa naye na anamwomba waweke mahusiano yao kama siri kwa dada yake mpaka pale watakapojuana zaidi, huku akiaidiana kutokuchunguzana kiundani mpaka pale watakapofikia date yao ya tano siku ya Ijumaa saa mbili wanaipa date yao jina la Fridays at 8 kwani kila Ijumaa kuanzia siku hiyo watakutana hapo hapo ndani ya muda huo huo saa mbili usiku ya Ijumaa mpaka date ya tano itakapofika. Baada ya muda mzuri katika date ile, Amara anarudi nyumbani na furaha kama zote, huku akimwaga ubui wote kuhusu alivyoenjoyi date yake kwa rafiki yake Mide. Mbali na kumpa ubuyi ule, Amala akumwambia rafiki yake kuwa anakutana na nani katika date ile, kwani alimwahidi Mwamba hataweza kutoboa siri yao. Kwa kuwa Mide ana wasiwasi sana juu ya mahusiano ya kisirisiri ya rafiki yake, tunamwona usiku wa siku hiyo akienda kumuuliza kuhusu info za Mwamba anayetoka naye akitaka kulijua jina lake tu ili amchunguze. Licha ya, ya kumshawishi sana rafiki yake amtajie jina la Mwamba, Amara hakuweza kufanya hivyo kabisa, huku akimwambia kuwa mtu huyo sio mbaya kabisa na hana nia ya kumdhuru, hivyo asiwe na wasiwasi. Basi siku iliyofuata pale kipande cha mjingoni kwa Junior, tunamwona Mwamba akiongea na manzi tofauti na Amara kwenye simu. Baby, mbona umeamka mapema leo? Uwezi amini bebi, ni kwa sababu nimeota ndoto mbaya kuhusu sisi. Ndoto gani? Nimeota tunagombana sana, na ninaamini nimeota hivyo kwa sababu hujaji kuniona tokea umefika hapa Nijeria. Najua najua, lakini nilikwambia, nimebano kidogo bebi, so sio rahisi kutoka kabisa. Sema na kupromis, mkendi hii nitakuja ukukuona. Sawa sawa bebi, utakuta nimekupikia vyakula vyako vyote unavyovipenda wao unajua pa kunishika huyo mtoto, na unanifanya nikumisi zaidi, unajua. Usiwaze baby, hiyo ijumani itakuonyesha zaidi ulichokimisi kwa muda mrefu. balaa hilo ngoja kwanza, ijumani na ratiba tufanye Jumamosi, sawa baby? Okay, tutaonana hiyo Ijumamosi sasa. Nakupenda. Okay, bye. Nakupenda pia. Basi siku ya Ijumaa inavyofika kama kawaida Junior na Amara wanakutana tena kwa ajili ya date yao, tena sehemu ile ile na muda ule ule. Chemistry inazidi kuwa kubwa kinoma kati yao. Afu Mwamba akimwangalia Manzi, anashindwa kujizuia kabisa kumjua zaidi. Hivyo anamwambia, "Najua tulikubaliana tutachunguzana mpaka date ya tano, lakini nashindwa kujizuia kukuchunguza kwani nataka kujua unapenda nini." Kusikia vile, Manzi alifurahi sana kuona affection ya Mwamba juu yake. Hivyo alimwahidi atamwambia kitu anachokipenda endapo yeye ataanza kukumwambia anachokipenda kwanza. Baada ya kupeana ahadi hizo wanaamua kuzungumza mambo mawili matatu ya kujuana kidogo, ikionesha kukua kwa penzi lao. Basi siku iliyofuata ile mida mchana tunamwona Amala akiwa anatoka kazini. Anapofika pale mjengoni anakuta misosi kama yote pale mezani. Baada ya kuona vile tu alishangaa kinoma. Kumbe ya kujua kuwa mida rafiki yake ana ugeni siku hiyo. Na ili kupata uhakika kuwa nini kinaendelea tunamwona akienda jikoni kumtafuta Mide. Anavyofika jikoni hivi uso kwa macho anamuona Junior. Bidada alipagawa kinoma. Wow, Junior, mbona hukuniambia unakuja nyumbani kwangu leo? Aa, kwa sababu ni surprise. Ngoja kwanza, umemwambia Mide kuhusu mahusiano yetu bado? Lakini anaweza kumwambia hata sasa hivi. Ngoja kwanza, subiri usimwambie sasa hivi. Yaani haraka sana anamzuia asiende. Vipi, kwani unaogopa? Ndiyo sema, siyo sana. Wakiwa pale jikoni, Mide anatokea na kumtambulisha kaka mtu kwa Amara bila kujua wawili wale wanajuana vizuri sana. Mide anamtambulisha Junior kakake kama bebi wake kwa Amara, hiyo ikiwa ni jina lake la utani ambalo Mide anapenda kumuita. Sasa kuweka mambo sawa, yule manzi aliyekuwa anaongea na, na Junior kwenye simu akimwomba aende akamtembelee ni Mide mwenyewe, wala sio mwingine. Basi baada ya muda kidogo, tunawaona wakipata wa chakula cha pamoja akiwepo na Tami mpenzi wake na Mide. Wakiwa wanapata msosi pale mezani, Tami anazungumzia kuhusu mipango ya kumuoa Mide mdogo wake, na Junior mwamba ni kujielezea tu kwa Juni kwamba ana mpango wa kumuua Mide dada yake, lakini mwamba Juni akili ipo mbali sana, ni mwendo wa kuweka utani mwingi pale mezani na Amara huku akiangaliana kama watoto. Tukio lile lilimshtua sana Mide kwani sio kawaida kabisa kwa watu wasiojuwana kutaniana kama wapenzi wanaojuana kwa muda sasa. Ili kuwakatisha na mambo yao, Mide anamwomba kakamtu wabadilishane siti, pia anafanya hivyo ili aweze kujua kinachoendelea kati yao. Baada ya kubadilishana siti tu ndo kabisa wakayamsha, kwani waliongeza kuangaliana kwa sasa. Hilo tukio lilizidi kumshtua Mide kwani alianza kuhisi kwamba kuna kitu kinaendelea kati yao hao wawili ni mwendo wa kuoneshana maaba tu pale mezani, sema mide alikuwa anaonekana afurahii kabisa kuona vile. Wanavyomaliza kula, tunamwona amara na mide wakifanya usafi pale mezani. Wakiwa pale, mide anamuuliza amara kama kuna kitu kinaendelea kati yake na kaka yake. Kwa shangwe kama zote, amara anamwaga ubuyu, wakimwambia mide kuwa Junior ndio mshikaji aliyekuwa anaonana naye kila Ijumaa saa mbili kwa ajili ya date. Yale maneno yalimkata sana moto mide, kwani hakuonesha kufurahishwa nayo kabisa, lakini amara hakuwa na habari yoyote kuwa rafiki yake amemaindi. Basi siku iliyofuata tunamwona mide kwa akiwa amechili kinyonge sana rumu kwake, wa pale Amara anaenda kumsalimia lakini mida ya kumjibu kitu, huku akitafakari alichoambiwa na Amara usiku uliopita, na inaonekana mida hajafurahishwa kabisa kumsikia Amara yupo kwenye mahusiano na Junior kaka yake. Basi Ijumaa nyingine inavyofika, kama kawaida, tunamwona Amara akiwa tayari kwenda kwenye deti yake ya tatu na mwamba Junior. Anapofika pale sebreni, mida anamzuia kwenda kwenye deti na kaka yake, lakini Amara anamkatalia, kwani hakuwa na sababu ya msingi inayoweza kumzuia asiende kwenye deti na mwamba. Wakiwa kwenye tafrani pale sebreni, wanamsikia mwamba Junior akibisha hodi pale mlangoni, hivyo chapo Amara anasimama kwenda kumfungulia mwamba lakini haraka sana Mide anamzuia kwenda kwenye deti na kaka yake, kwani apende kuwaona wapo karibu kama wapenzi. Amara akaona hizi mbona cheche hivyo, akamuuliza sababu ya mapicha picha yayo ni nini. Mide, emnipe sababu moja, kwa nini unataka nisitoke na kaka yako? Mide akamjibu, kwa sababu ni kaka yangu na rafiki wetu haupasi kuvuka mipaka katika familia zetu. Umesema mwenyewe Mide, mimi ni rafiki yako tu wala sio ndugu. Sasa hapo sioni kizuizi chochote juu yangu kuwa katika mahusiano na kaka yako. Sawa, lakini mimi sitaki tu kuwaona mkiwa katika mahusiano. Huku ndani moto unawaka na pale mlangoni mwamba na bisha hodi tu. Hivyo chapu kwa haraka maana anaenda kumfungulia mlango. Anavyofika mjengoni anampatia mara zawadi kabla hawajaenda kwenye date. Kuona vile dada mtu alihisi wivu balaa na anamsubiri Amara aondoke pale. Anavyoondoka tu "Kaka mtu, na mimi zawadi yangu iko wapi?" Hivyo kaka mtu anamjibu "Oh, usiwazi sisi, nitakuletea zawadi yako kesho." Baada ya hapo tunamwona Amara akirudi na kuondoka na Juni kwa ajili ya deiti yao. Media anavyoangalia anajilazimisha kucheka, lakini moyoni apendi kabisa kuwaona wakiwa katika mahusiano. Upande wa pili huku tunawaona wakiwa wameshafika kwenye deiti yao, na kama kawaida mandhari ni yale yale na muda ni ule ule. Kaubaridi kanavyoongezeka tu, mwamba anashusha notes nzito kinoma kwa manzi, huku akimwambia anampenda sana na anataka wawe wapenzi wa maisha, na bila shaka yoyote Amara anamkubali. Wakiwa pale restaurant katika maongezi Amara anapokea meseji kutoka kwa Media akimpa onyo wa kuvunja mahusiano na kaka yake, sema Amara anachagua kuipuzia tu, kwani ametokea kumpenda sana mwamba Juni. Upande mwingine, huku tunamwona Tami akiongea na mpenzi wake kuhusu suti inayomfaa kwa ajili ya harusi, lakini akili ya Media ipo mbali sana, huku akiwa bizi kumteksti Amara aachane na kaka yani yake, yaani roho yake namchoma, siopoa kuwaona Amara na Juni pamoja na sijui ni kwa nini. Basi kwa shauku Tami anamuuliza kinachoendelea bebi, kuna shida gani? Eti hivi utajisikiaje kama rafiki yako atatoka na dada yako? Hmm, freshi tu. Unamaanisha nini freshi tu? Sema nini, huelewi? Ngoja kwanza, unataka uniambie hizi drama zote ni kwa sababu rafiki yako Amara anatoka na Junior kaka yako? Ndiyo na hawatakiwi kuwa pamoja. Kwa nini tena hawapaswi tu. Mide jazba nyingi kinoma huku wakiwaza cha kufanya. Upande wa pili, huku kwa wapendanao, tunaona wakiwa wamefika mjengoni baada ya date yao. Kama ilivyo tamaduni, lazima kuwepo na namna gani vipi, kidogo kama bye, bye. Wakiwa kwenye tukio, chap kwa haraka Mide nawakatisha kwa kuwaingilia, sema no stress. Mwamba Junior anamwaga mrembo afa, anajikataa kuelekea nyumbani kwake. Basi siku zinavyosogea kwa wapendanao hawa, penzi lao linazidi kuwa na bashasha za kutosha, yani love inazidi kudominate na kukua kila siku, kati ya Amara na Junior, kama penzi linalochanua mithili ya ua la walidi. basi kwa siku hiyo treni inapanda mlima, na kwa kuwa kutu hula chuma, basi bidada amara anautaka kutoka kwa mwamba junior kabla ya tukio. Kwanza tu wanasikia mtu akibisha hodi pale mlangoni. Aya, waishia katishwa hawa Hivyo mamba Juni anaenda kuangalia nani yupo mlangoni, na kabla hajafungua mlango, anaiweka mic vizuri ili mambo yasije yakaharibika. Kufungua hivi, si anakutana na Midi yanayelia kuwa anataka kuahirisha ndoa yake na Tami. I say ile taarifa ilimshtua kinoma. baada ya kusikia maamuzi hayo Juni na Amara walishtuka sana, hivyo haraka kaka mtu anamuuliza kinachoendelea, na Midi anamwambia anaogopa, kwani anahisi hayuko tayari kuolewa kabisa. Basi haraka Juni anamtuliza Midi akimwambia kuwa kila kitu kitakuwa sawa na ahitaji kuahirisha ndoa yake kabisa, akijua dhahiri kuwa Midi anaogopa tu na ni kawaida kwa mtu juu kuolewa kuwa na uoga kidogo, na namwambia kwa kuwa wote wanapendana basi hicho ndio kitu cha muhimu zaidi. Na baada ya hapo, tunaona Junior na Amara kipande cha chumbani wakijaribu kuendelea walipoishia. Upande wa sebreni, Mide hafurahi kabisa kuwaona wakikaa kwa amani na anatamani hata waachane. Muda huo huo, Mide akiwa pale sebreni, anahisi kuwa kuna kitu kinaendelea kati ya Amara na Junior mle chumbani, hivyo chap kwa haraka anatafakari njia ya kuwatenganisha Amara na Junior ili wakatishe wanachokifanya, na anavyoipata tu, chap kwa haraka anamuita kaka mtu huku akijiangusha na kujiriza pale chini na anafanya hivyo huku akimwita kaka mtu kinyonge sana, yaani ni hila jua hila, kwa kuwa Mida hapendi kumuona Amara na kaka yake. Mwamba anapofika pale anamuuliza kinachoendelea na bila aibu Mida anamwambia hawezi kumwambia mpaka Amara aondoke pale. Baada ya kusikia hivyo tu, Amara anajua kuwa Mida anamfanyia hila ili aachane na kaka yake, basi kinyonge sana Amara anajikataa. Wanavyobaki wawili, Mida anamwambia nimeota, mama kaniambia kuwa mwanamke uliye naye kwenye mahusiano kwa sasa ni mbaya sana na unapaswa uachane naye kabisa. Kusikia hivyo, Mwamba naye akaanza kuona kama sista mtu anazingua tu, sema akutaka kumwambia kabisa basi bwana akaona ajikatae. Anavyosepa tu Mida anajilaumu sana kuona mpango wake haujafanikiwa kabisa. Sasa hapo ni wazi kwamba Mida anamfanyia Amara na Junia mapicha picha ili waachane, kwa kuwa hapendi kuwaona wakiwa pamoja kabisa. Basi siku iliyofuata ile asubuhi, tunamwona Amara na Junia pale sebleni wakiendelea na mahaba yao kama kawaida, lakini Amara alikuwa aonesha affection zozote kabisa, hivyo mchizi akamuuliza kama kuna shida yoyote, na Amara akamjibu, kuna kitu nataka nikwambie. Junia, okay, niambie tu Unajua kwamba dada yako Mide hapendi ya kutuona tukiwa katika mahusiano na amejaribu mara nyingi sana kuniambia niachane na wewe. Mide ndio alikwambia hivyo? Ndiyo, ona haupasi kuwaza sana, kwani ni kawaida kwake yeye kuliakti hivyo kwa kuwa hataki kuona urafiki wako na yeye unaharibika endapo tukigombana lakini ambacho ajui ni kwamba mimi na wewe tutapendana milele na milele. Maneno hayo yalimtia moyo sana Amara, hivyo akaonekana kuwa na nuru ya furaha. Upande wa pili tunamwona Midi kipande cha duka la nguo akijaribisha gauni lake kwa ajili ya harusi, sema kichwani alikuwa na stress kibao akiwaza njia ya kuwatenganisha Amara na Junior. Baada ya hapo, tunarudishwa upande wa Junior na Amara ambapo tunaona wakibishana baada ya Amara kukuta kiwalo cha manzi ndani ya chumba cha Junior. Na alikiona kiwalo hicho wakati anafanya usafi. Junior, hichi kiwalo cha nani? Sisi sijui cha nani mimi. Unamaanisha nini hujui? Sasa kinafanya nini chumbani kwako? Mimi mwenyewe sijui hata kimetoka wapi. Lazima utakuwa unajua ya nani Junior. Hii size namba sita sio ya kwangu kabisa. Ona, nasema ukweli, sijui ni ya nani. Hata hivyo, amna mtu ambaye nimekuwa naye humu ndani tofauti na wewe. Pale chumbani ilikuwa ni gumzo kweli kweli, lakini Junior alisisitiza ajui kabisa ni kiwalo cha nani. Baada ya muda kidogo tunamwona Junior akienda kuongea na Amala ili waweke mambo sawa. Mwamba, namomba radhi huko, akiendelea kumsisitiza ajui kabisa kile kiwalo kimefikaje mle ndani. Lakini anamwambia anahisi kuna mtu alikiweka mle ili wagombanisha. Baada ya kusema hivyo, akili ya Amara inafunguka na anagundua kuwa Mide ndo alikiweka kile kiwalo mle chumbani ili kuharibu mahusiano yao, na kwa kuwa Mide ana nyingi, anaituza ile siri na anakubali kumsamia Mwamba ili mahusiano yao yaendelee kama kawaida. Basi siku iliyofuata tunamona Mide na Haka ndani ya gari, yaani mdukuzi fulani visula katsi kinoma, ambaye alimtumia Amara link ya virus kwenye simu yake ili amdukue ya na kumjezea picha za utupu ndani ya simu, na mpango wote huo ukiwa ni mikakati ya Mide kuharibu mahusiano kati ya Junior na Amara. Wakiwa katika maongezi Haka anamwambia Mide kuwa Amara ameshaishika ile link. Kusikia vile, Mida alifurahi kinoma kuona mpango wake umefanikiwa. Upande wa pili huku tunamwona mchizi sura ikiwa imemshuka kinoma, hiyo ikiwa ni baada ya kushika simu ya Amara. <laughs> Sijui kakutana na nini huko. Si huyo mda Amara anafika pale na anamwongelesha Mwamba lakini mchizi amjibu kitu kabisa. Amara akiwa na wasiwasi anaamua kumuuliza kinachoendelea. Mchizi sasa akamjibu, inaonekana mimi sikutoshi, si ndio? Kusikia hivyo, Amara akachanganyikiwa kwani hamuelewi kabisa. Labda niambie, kuna kitu napenda ambacho mimi sikufanyii au labda ni ukubwa wa tango ndio unakuchanganya. Juni anaongea hivyo huko akimwonyesha zile picha za haka ndani ya simu yake. Kuangalia hivi, Amara si akaiona ya ya koneksheni yake. Yaani, alibaki mdomo wazi, ni balaa. Nini hiki? Baby, sijui kabisa hizi picha zimetoka wapi, lakini sio mimi huyo. Na sijui hizi picha zimefikaje ndani ya simu yangu kipenzi. Hebu shika simu yako bwana, mimi sitaki kuziangalia tena. Bebi nasema ukweli sio mimi huyo. Ni ngumu sana kwa mchizi kumwamini, lakini anatuliza akili na kumuuliza kama kuna linki yoyote aliyotumia ndani ya, ya simu yake na kuigusa. Amara anamjibu kwa kumwambia akumbuki kabisa kama kuna linki aliyoigusa kwenye simu yake, lakini hizo connections za picha na video alizoziona kwenye simu sio yeye kabisa. Amara anajaribu kumtuliza mwamba lakini mchizi anajazba kinoma hivyo anamwomba azifute zile video na picha kwanza ndio waongee. Mchizi ana stress kindoni balaa, hivyo wanafanya na kulala kabisa ili yapunguze stress kidogo. Basi siku iliyofuata mapicha mapicha picha yanaendelea kama kawaida, kwani tunaona mazi mbili zikimsarandia Mwamba Junior. Hey baby na hugs kama zote pale. Nyie mbona siwaelewi? Bebi, na maana utukumbuki kabisa wakati mara ya mwisho ilitusifia kwa ufundi wetu kitandani. Kusikia vile Mwamba akafanya na kusogea pembeni kidogo kwa pembeni. Amara anashangaa tu kuona zile pisi zikiwa na Mwamba Junior. Nyiye kwanza mmejuaje jina langu? Maana ke mimi siwajui. Usitufanyie hivyo bebi, tumekumisi, huku mazi zikimshika tango na kumsogelea chapu. Mchizi anajaribu kumwelezea Amara kwamba hawajui kabisa, lakini vidada alikuwa na hasira balaa, hivyo akaondoka pale pande cha ndani ya gari tunamwona Mide akifurahi sana baada ya kuona mpango wake umefanikiwa. I see, kumbe muda wote Mide ndio alizituma zile pieces zikamsarandie Mwamba Junior ili aweze kuharibu mahusiano kati ya Junior na Amara. Basi siku kadhaa mbele tunamwona Amara akiwa mpweke sana na hiyo ikiwa ni baada ya kuachana na Junior, kisa ule msala wa zile pieces zilizotumwa na Mide. Amara alikuwa mpweke sana mpaka akaanza kupitia picha za Mwamba Junior kule Instagram ili angalau ajikumbushie siku nzuri walizopitia pamoja. Na upande wa pili huku tunamwona Mwamba naye akijaribu kucheki picha mbili tatu za mrembo wa Amara ndani ya simu yake na hiyo ikiwa ni kujikumbushia good time kidogo aliyokuwa na spend na mrembo. Wawili hao waliachana vibaya sana kiasi kwamba kila mmoja hawezi kumcheki mwenzake. Yaani ni stress juu ya stress. Basi siku iliyofuata ile asubuhi tunamwona Midi akienda kuongea na rafiki yake na hiyo ikiwa ni baada ya kumwona amekuwa mpweke sana kwa siku nyingi baada ya kuachana na Mwamba Junior. Amara, naelewa unapitia wakati mgumu, lakini sipendi kukuona hivi kabisa. Mekwamba, ni kwamba nimeshindwa kuamini tu, kwa nini alinifanyia hivyo? najua mrembo, lakini upasu kujinyima amani kiasi hichi. Hata hivyo mwenyewe siamini, kwa nini amechagua kukuchiti na wale wanawake wawili haileti maana kabisa. Ehe, umejuaje walikuwa wawili kama takuku hiyo? Oho, mide siyakamwaga mchele kwenye kuku wengi mm, umejuaje kuwa walikuwa wawili mide? Ah, junior aliniambia baada ya kusikia hivyo, amara akajua kuwa rafiki yake anamdanganya kabisa, tena mbele ya uso wake. Sasa bila mambo mengi, akambananiza ili amwambie ukweli, na alishangaa sana kujua mapichapicha katika mahusiano yake yalisababishwa na mide. Ilimkata maini ya amara kujua mahusiano yake yameharibika kizembe sana, lakini kwa upande wa mide ilikuwa ni shangwe tu, huku akiondoka pale. Basi siku kadhaa mbele, tunamuona amara akienda kumtembelea Junior na hiyo ikiwa ni baada ya kugundua ukweli wa chanzo cha mahusiano yao kuvunjika. Mwamba alifurahi sana kumwona na alijaribu kumwelezea kuwa mashauri yaliyokuwa nao siku ile hawajui kabisa wala hajawahi kuwaona sehemu yoyote. Hivyo Amara akamwambia anamwamini na akamwomba na amsamehe kwa kushindwa kumwamini hapo mwanzo. Kwa mbali tunamwona Mida akiwasikiliza kuhakikisha wawili wale hawarudiani tena. Kwa upande wa Amara anajaribu kumwambia Junior sababu ya mapicha picha katika mahusiano yao, lakini ndani ya muda Mida anaingilia na kumkatisha. Mida aliwasha moto pale sebreni akimkataza Amara kudeti na kaka yake ili kuweka mambo sawa. Kinyonge sana, mara anamuuliza kwa nini apendi kumuona kideti na kaka yake. Live bila chenga, Mida inamwambia kaka mtu amuulize wa mpenzi wake kuwa alizitoa wapi zile pesa za kuanzisha biashara yake. Mwamba kigugumizi kama chote, yaani hana jibu, na kujuza sasa hizo hela alizipata kwa kufanya ukahaba ndani ya miaka mitatu. Kazi yake ilikuwa ni kulala na mijibaba tu ili apate hela Unanisoma na hivyo ndivyo alivyozipata hizo hela, alafu sasa unataka mimi nimkubalie atoke na wewe. Hiyo haiwezekani kabisa, haitowahi kutokea hapa duniani. Yaani gumzo ilikuwa gumzo pale. Basi tunaoneshwa flashback ya miaka mitatu nyuma, ambapo tunaona Amara na Mide wakienda kujiunga na kikundi cha ukahaba pale mjini Lagos. Interview yao pale ni mjini cha mzingi kiuno, huku boss lady wao kwa jina la Victoria akihusika kuwachuja na kuwachagua ili wajiunge na kikundi cha Victoria Girls. Na kwa bahati mbaya au nzuri Amara na Mide walifanikiwa kuipata hiyo kazi na msiku enda na kazi zilifanyika kiufanisi sana katika VIP lounge na club madoni, walikuwa wakirusha pesa tu. Baada ya flashback hiyo, mara anamwambia Midi, kwa hiyo unanihukumu? Ni hukumu kwa kitu ambacho tulifanya pamoja, sio wote wewe na nani? Haraka sana Mide alimluka rafiki yake akidai ya kuwa yeye alicheza tu kwenye maklabu lakini hakulala na wazee kama yeye alivyofanya baada ya fanya. Kusikia hivyo tu, Amara hakuwa na haja ya kujitetea kabisa, kwani kila neno ambalo angeliongea pale lisingekuwa na maana. Hivyo alichokifanya ni kumomba radhi mshikaji na kujikataa, mchizi moyo hausukumi damu kabisa, kwani Amara ndio damu yenyewe. Hivyo bila kupoteza muda Mwamba anawai kwenda kuongea naye ili waweke mambo sawa. Yaani, licha ya dada mtu kumkazia, lakini Mwamba alichagua kwenda kwa upande wa nje. Mchizi anaenda kuongea na Amara akitaka kujua kwa nini alimficha na ukweli huo, hivyo Amara anamwambia hali yao ya maisha haikuwa nzuri kabisa kipindi hicho, kitu kilicho walazimu kufanya walichofanya ili wabadilishe maisha yao, na namsisitiza kuwa hakuwahi kulala na mwanaume yoyote kipindi hicho, kwani alikuwa anafanya ukahaba wa kucheza kwenye klabu tu. Je, kama ungekuwa ni wewe, ungemwamini? Kwa kuwa Mamba alikuwa anampenda sana, Amara alichagua kumwamini, huku akiweka mambo sawa kati yao na kurudisha mahusiano yao kama kawaida. Basi siku zinaenda na mapenzi yanazidi kutawala kati ya Amara na Junior huku tukiwaona wakiwa kwenye restaurant moja ya kifahari katikati ya jiji la Lagos wakisherekea siku ya kuzaliwa ya Amara, lakini kumbuka si kila mtu alikuwa amefurahi kwani Mide rafiki yake na Amara alikuwa hajafurahi kabisa kuwaona Junior na Amara wakiwa pamoja, huku akiwa amejaa na upepo wa asila kali uliovuma ndani yake kiasi kwamba alikataa hata kugonga cheers kusherekea birthday ya rafiki yake. Baada ya kuona hivyo hapo hapo Junior akachukua uamuzi wa haraka; haraka Junior akaomba udhuru "Nipe muda mfupi bebi," huku haraka akimchukua Mide na kwenda naye pembeni ili wakaongee, hiyo ikiwaacha Tami na Amara pale mezani wakiwa wamebaki wawili pale mezani. Tami mchumba wake na Mide anamwomba radhi Amara kwa tabia ya Mide huku akizisitiza samani sana, kwa mapichapicha picha yote yanayokuonesha, Mide nakuomba utuvumilie, na Amara anakubali msamaha huo, huku wakitoa maneno aliyobeba pigo kubwa sana bila kujua. Usijali, cha muhimu ni kwamba najua unampenda sana rafiki yangu Mide licha ya mambo aliyoafanya kipindi cha nyuma, ni kama vile Juni alivyonichagua kunipenda mimi licha ya maisha yangu ya zamani. Kusikia hivyo Tami anashtuka, mambo ya mida ya kipindi cha nyuma yapi hayo? Amara hajui kabisa kama amekosea, huku akimjibu kwa utulivu, oh si ni ile issue stripper kwenye club. Kwani haja ya Boom, kwa kusema hivyo tu Amara anakuwa amechimba kaburi kubwa la asili. Kumbe Mida alikuwa amemficha mchumba wake maisha yake ya zamani, na mbaya zaidi, Tami anagundua ukweli huo wiki moja tu kabla ya harusi yao. Aisee, maneno yale alimkatisha tamaa Tami vibaya mno, huku sura yake ikiwa imemshuka. Basi haraka sana, baada ya Amara kugundua amefanya kosa kubwa, alisimama na kuondoka eneo la tukio na kumwacha Tami akihangaika na ukweli. Sasa wakati Mida anarudi mezani kwa mpenzi wake, anakutana na swali zito sana la hasira kutoka kwa Tami: hivi ni lini ulipanga kuniambia kuwa ulishawahi kufanya ukahaba wa kucheza kwenye virabu? Mida alipo isikia hilo swali, uso wake ulimshuka, na alitambua kuwa siri yake imefichuka. Nijibu haraka sana, Mide anajaribu kuomba msamaha, lakini Tami hakuwa na nafasi naye tena. Bila kuchelewa, anavunja mahusiano yao na kumwambia hakuna ndoa tena, huku akiondoka pale. Mide alilia sana kumwomba radhi, mshikaji, lakini mwamba hakuwa na time kabisa. Baada ya hapo, Mide alirudi nyumbani na akajaribu kumpigia Tami, lakini Tami alikuwa amemaindi sana na akupokea simu zake, bali alimtumia Mide ujumbe, usiwahi kunitafuta tena. Baada ya kuona ujumbe huo, Midi alilia sana kwa uchungu lakini tayari mambo yalikuwa yameshaharibika. Basi siku iliyofuata baada ya kutafakari, Midi anaenda kuwaona Junior na Amara na anawaomba msamaha kwa mapicha picha yote aliyowafanyia. Naomba radhi kwa niliyowafanyia lakini niliogopa sana kuona kakangu akideti na mtu niliyefikiria alikuwa akilala na wazee kisa pesa. Baada ya kusikia hivyo hapo ndio Amara anatamka ukweli mchungu. Midi, sijawahi kulala na wazee kisa pesa kabisa. Vikao vyangu vya siri na wazee waliokuwa wananifuata vilikuwa ni kwa ajili ya kuvujisha siri za kikundi cha ukahaba cha Victoria Girls. Kwani walikuwa na uuzaji wa madawa ya kulevya. Na ukizingatia mimi nilikuwa mpelelezi wao tu, na kwa kuvujisha siri za kikundi hicho ambacho kilikuwa kinauza madawa kupitia pazia la ukahaba, niliweza kulipwa pesa nyingi sana kwa kazi hiyo. Kama uniamini, fikiria kwa nini baada ya sisi kuondoka pale tu kile kikundi kilifungwa na wakuu wake walikamatwa. Baada ya kusikia hivyo, Mide anapata amani na anajua alichokisema Amara ni ukweli mtupu, hivyo wanamwomba radhi kwa kushindwa kumwamini hapo mwanzo, na bila shaka wanaweka mambo sawa kati yao na urafiki wao unarudi kuwa kama kawaida. Basi miezi mingi mbele, tunamwona Juni akimsurprise Amara kwa kumpatia pete ya uchumba huku akimwomba awe mpenzi wake wa maisha yake yote. Baada ya kuona vile, ilikuwa ni shangwe kubwa kinoma kwa Amara, huku Mide naye akifurahia sana kuwaona wakiwa pamoja. Wakiwa pale, Tami anafika na kuungana nao, na Mide anapomuona tu, mapigo ya moyo yanakwenda kasi. Lakini Tami hakuwa na kinyongo tena, kwani alihitaji muda wa kufikiria tu, na mwisho wa tafakari yake, finally amerudi kwa mwanamke anayempenda bila kupoteza muda. Tami anashusha vuko jipya kabisa kwa Mide. Tami sasa na confidence kama yote. Mide unaonaje tukipata nafasi ya kuanza mahusiano na yetu upya ili tuweze kujua na zaidi. Baada ya ombi hilo, Mide anakubali bila shaka na tunaona hugs nzito na zaisia kati yao. Na huo ndio ukiwa ni mwisho wa filamu hii ya kusisimua kabisa. Asante sana kwa kutazama video hii. Shout out kwa support yenu. Usisahau ku like, ku share na kuacha maoni yako hapo chini. Pia kama ni mpya kwenye channel yangu, usisahau ku subscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kile ninapopandisha na video mpya. Basi usisahau kuangalia video nyingine zenye storyline kali na touching kama hii kwenye channel yangu kwa kubonyeza hizo video unazoziona hapo. Hala.